Nam msikilizaji, matumaini yangu buheri wa afya. Karibu tena katika makala ya wiki hii ambapo tunaangazia haswa Juni 25 yaani maandamano. Jina langu ni Hafsa Juma. Mwaka elfu mbili na ishirini na nne utaandikwa kwa wino wa damu na machozi katika historia ya Kenya, wakati taifa lilipokumbwa na mswada tata wa fedha unaosemekana kuongeza mzigo wa kiuchumi kwa mwananchi wa kawaida. Vijana kutoka pembe zote za nchi walitoka mitaani na kutangaza wazi kuwa reject finance bill. Walikuwa na mabango, si silaha, walikuwa na sauti, si risasi, lakini Waliambulia mabomu ya machozi, risasi za moto na mabavu ya vyombo vya usalama. Jumanne na Alhamisi zikageuka siku za taharuki. Biashara zikafungwa, magari yakapotea barabarani na hewa ikabadilishwa na moshi wa vitoza machozi. Huu ndio mwanzo wa kipindi cha giza, kipindi ambacho sasa mwaka mmoja baadaye vijana wanalazimika kukumbuka, si kwa sherehe, bali kwa kilio na mshikamano wa kimyakimya. Katika msururu wa maandamano haya wengi walijeruhiwa, wengine walikamatwa kiholela, lakini kwa uchungu zaidi, baadhi walipoteza maisha yao. Na kwa kweli hawa ni mashujaa wapya walioandikwa katika historia, akiwemo Rex Kanyike Masai, Austenia Mokoha Mike Kihunga, Kelvin Madaga, Kennedy Onyango miongoni mawengine wengi walikuwa wapambanaji wa maisha, wachuuzi mitaani, wanafunzi na vijana waliokuwa na ndoto kubwa, lakini waliuliwa kabla wakati wao. Visa vya kusikitisha kutoka kwa Rex Masai, ambaye ni kijana maarufu katika harakati za mabadiliko, alipigwa risasi akiwa mstari wa mbele. Alikuwa kielelezo cha ujasiri wa vijana waliokataa kukaa kimya. Kennedy Onyango mtoto wa miaka kumi na mbili aliuliwa pasi na sababu wakati taifa lilikuwa linapona majeraha ya mwaka elfu mbili na ishirini na nne giza jingine lilitanda mwaka elfu mbili na ishirini na tano kifo cha Albert Ojwang, mwanablogu na mwalimu kutoka kaunti ya Homabay. Alikamatwa akiwa nyumbani kwake akawekwa rumande katika kituo cha Nairobi Central, na siku chache baadaye maafisa waliokuwa kwenye zamu wakasema alijigonga ukutani hadi kufariki. Lakini ripoti rasmi ya upasuaji wa daktari Bernard Media ilibainisha ukweli wa kutisha wa kwamba alinyongwa, akapigwa na chombo butu kichwani, na hii ni ishara ya mateso ya kikatili Ojuang akawa sura ya uhuru wa kujieleza uliofinywa. Kifo chake kilirudisha jenzi mitaani, vijana walirudi tena kwa nguvu mpya, wakikumbuka yaliyopita na kudai haki. Lakini katika maandamano hayo bado tukio lingine likatikisa taifa. Bonfas Kariuki muuza barakoa alipigwa risasi mbele ya umati hakushika silaha hakupinga amri alikuwa tu akitafuta riziki lakini risasi moja ikazima ndoto za maisha yake papo hapo maana hadi leo yupo hospitali akipigania ya maisha yake si yule wa awali mchapakazi na mtafutaji lakini kwa sasa ni afanyiwe kila kitu hata kupumua lazima aongezewe mashine za hospitalini ndipo aweze kupumua Tarehe 25 Juni ya mwaka huu 2025, vijana walikusanyika kuadhimisha siku ya kumbukumbu kwa waliopoteza maisha yao mwaka mmoja uliopita. Ilipaswa kuwa siku ya kimya, mshikamano na kutafakari, lakini tena historia ikajirudia kwa sura ile ile ya huzuni. Maandamano hayo ya amani yaligeuka kuwa machafuko ya damu. Milio ya risasi, moshi wa vitoa machozi na kilio cha waandamanaji kikatawala anga za jiji. Zaidi ya vijana kumi na mmoja walipoteza maisha, wengine wengi wakajeruhiwa vibaya. Majina mapya yakaongezwa kwenye orodha ya waliotangulia, kumbukumbu ikageuka kuwa kaburi jipya. Sasa itakuwa kawaida kila Juni taifa linaomboleza kwa machozi na damu, mabomu yanakuwa ndiyo salamu ya serikali kwa wananchi, na maandamano yanazimwa kwa mabavu badala ya majibu. Kwa waliokumbuka mwaka elfu mbili na saba, Kenya ilitumbukia katika giza nene la kisiasa mpaka Kofi Annan alipokuja na kuwaleta viongozi mezani. Kwa hekima yake taifa lilitulia tena, damu ikakoma kumwagika na matumaini yakarejea. Lakini leo hakuna Kofi Annan mwingine, na Kenya si taifa linalohitaji mgeni kuituliza, bali lina kila sababu ya kutafuta suluhu. Miaka ya hivi karibuni inakinzana sana na msemo uliotumia kuwavutia watalii Kenya, hakuna matata, maana sasa matata ndiyo uhalisia ulioko nchini. Nchi inakiuka kila tunu ya kikatiba yake: uhuru wa kuishi, kuzungumza na kuandamana kwa amani umesalia tu katika kitabu hicho, lakini kwenye kuyatekeleza yamekuwa maajabu. Watoto wanauawa, wajasiri ya mali wanapigwa risasi, walimu wanateswa. Nimalize tu kwa kusema sote Tuwajibike, serikali itende haki, na haki isiwe tu mapambo yaliyoko kwenye sheria, maana hii ndiyo njia pekee itakayorudisha amani na taswira halisi ya nchi. Nimekuwa mtayarishi na msimulizi wa makala haya, Hafsa Juma.